Asifiwe. Kwa majina naitwa Sabrina Nurudini. Nilikuwa na matatizo, nilikuwa na mapepo. Nilienda kwa mchungaji, nikaombewa, nikapewa mafuta na chumvi, nikamwaga ndani, nikamwaga ndani pangu pote. Jioni, usiku saa 2, nilikutana na mjusi bafu. Namshukuru Mungu kwa madhabahu hii. Kwa madhabahu hii kuanzia leo, unawashaurije watu wanaenda kwa, kwa waganga na washauri? Waache kwenda kwa waganga, Yesu anatenda. Kwambie watu hawaamini, hawamwamini Yesu, wanaenda wanakimbilia kwa waganga. Je, watu ambao wanaenda kwa waganga na washauri waache. Mungu yupo anatenda. Mungu amekutendea yani, mambo mazuri. Amen. Unawashauri kwamba waache kwenda kwa waganga, ni wezi, ni wezi, ni matapeli. Yesu yupo. Ulilipa labda hela, ni bure. Shalom, Mungu akubariki.